Yako iliishi moyoni mwangu. Nilisubiri dakika na masaa vikapotea, kiza na mwanga vikapokezana, masika, vuli, kiangazi na kipupwe vilikuja na kuondoka bila ya kutetelesha subira yangu. Nonga. Leo umerudi. Un mm. unasema unitaki? Ah, Nonga. haiko sawa. Sikia juu ya ujio wako siku tano zilizopita, nikazani utanitafuta, ila imekuwa tofauti, tofauti na nilivyokuzoea Ndonga, kuja na kuwa kimya siku zote hizo na kuonana kwa kugumiana kama hivi. Nisamehe bure tabia, mambo yalinizonga tu, ila nisingeweza kuondoka bila kuonana na wewe rafiki wangu wa muda mrefu. Ona umaridadi wako umetaradadi. <laughs> Kawaida tu, ila moyo wangu umefarijika sana baada ya kukutia machoni mwangu. Hata <laughs> mimi pia. Mm, ila mimi kuna sehemu na wai, nitakutafuta baadaye. Okay, bye. Sawa mtu, naomba uniache hizi siku mbili tatu hizi. Nikatafute kwanza hesabu ya bosi, alafu nitakuzingatia. Bebi nayo umezidi, kila siku tu naniambia hivyo, lakini huwa nakupaga. Sawa, tuachane na hayo hmm. Nimepata taarifa kwa rafiki yako Kondonga amerudi, ya kweli? Hayo ni kweli, amerudi Ila ashindi hapa kijijini anashinda ah, kijiji cha jirani kwema kweli huko hmm. Sidhani kama ni kwema na ukaribu wangu mimi na Ndonga, na tabia umepungua kabisa tulisema, <coughs> sisi yana muda basi. <coughs> wenga alisema, dalili ya mvua ni mawingu, wacha inyeshe tuone panapovuja <coughs> ila afadhali tufanane, maana yule bibi akifanikiwa kuolewa na Ndonga sijui itakuwaje hapa kijijini, hmm. Namuonea wivu mwenzio, bebi ani? Wewe yule umjui alivyokuwa anatutambia? oh, sijui mume wangu akitoka kwa mjini sijui nini na nini, yani hata akiona nguo tu mtu kavaa ile nguo ile, bwana wangu akirudi atanunulia <laughs> Kwa hiyo kipenzi, mimi ndo naishi hapa basi, ndo hivyo, tusina jinsi ila kiukuli moyo wangu hutaki kabisa kuwa mbali naore. Na wewe nakupenda sana Chima, tafadhali naomba, naomba uniahidi kuwa uco niacha peke yangu. Ukiwa kidole nitakuwa kucha, ukiwa moyo nitakuwa damu, na kama ye ni jicho, basi mi ni mboni yako. Sitothubutu kuwa mbali nawe, hii ni ahadi yangu kwako. Tabia, mjomba. Tabia. Shikamoo maa. Vipi mama, una tatizo gani? Hakuna tatizo mjomba. Ha! hakuna tatizo wakati nimekuta hapa mpweke kabisa? Niko sawa, ila ni vile tu siku hazifanani. Maneno yako yamejawa na furaha ila sura yako imeshindwa kuficha kabisa kilicho ndani ya moyo wako. Haya, kama uko sawa, ila usisahau kutabasamu. Asante mjomba. Aya, acha mimi niwahi masjidi, inshallah. Nini? Mbona umekuwa mkimya na mnyonge gafa? Maisha yangu bila uwepo wako una maanisha sijui, itakuwa aje kama siku utaondoka katika maisha yangu hmm. Maisha itakuwa maisha ya kutangatanga na kutapata hapa misiri ya mpamaji. Sitamani itokee ndonga Tafadhali usiniache maisha yangu bila wewe ni giza lisilo kifani. Na wewe ndio kandili yangu <laughs> naanzaje kuwa mbali na wewe, si unajua samani ya mwanga uletwa na kiza. Nimeshasimika mizizi ya upendo wangu kwako Tabia shoga yangu, sasa hivi unakuwa adimu au? <laughs> Ndo maandalizi ya ndoa amna? Unajua mama hapa nyumbani hayupo, ameenda kondeni kuandaa mashamba ya mpunga, unajua tuna mvua za masika zinakaribia. Nipo mimi na kaka tu hapa, kwa hiyo siwezi kutoka. Hata hivi sio mbaya, kila siku nakuja mimi tu kwenu. Leo umekuja nimefarijika hata <laughs> hivyo. Tabia, unajua mimi namuogopa kaka Mana mtu mwenye yule kakoma kama mtungi wa shisha. Mm-hmm. Tuachane na ayo. Jana mamake Ndonga alikuja kwetu, alivyokuja kwetu akaa anaongea na mama, kwa masikio yangu nimemsikia akimwalika mamaangu shughuli, kwamba mwanaye anataka kuoa, lakini cha kushangaza jina yako sikulisikia katika maongezi yao, yaani jina lilotajwa la mtu mwingine tofauti katika hichi kijiji, hayupo au shogangu umebadilisha jina kisirisiri ili watu usijue? Hey, au unaogopa kulogwa? Mm. <laughs> <laughs> Unahakika na unachokisema asa? Mi nina utani na wewe ah, bwana utakuwa umesikia vibaya. Ndunga hawezi kuwa mwanamke mwingine yoyote zaidi yangu. Yaani kwa jinsi tunavyopendana, yaani yeye bahari, mimi ndo ufukwe wake. Ahadi yako iliishi mwaoni mwangu. Nilisubiri dakika na masaa vikapotea, kiza na mwanga vikapokezana, masika vuli, kiangazi na kipupwe vilikuja na kuondoka bila ya kutetelesha subira yangu. Ndonga, leo umerudi. Nasema unitaki ah, naona aiko sawa. Siwezi kupinga yoyote ulionena, ila msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Tabia ilikupenda sana, nilikuahidi ila, itoshi kusema ulo liko utoto tu wa mapenzi. Alafu mbona nimekukuta bado msichana mrembo? hakika unajua kujitunza. Mimi na Imani yupo anayekupenda aliyekuwa kwa ajili yako. Ila mimi kwa sasa moyo wangu tayari una mtu mwingine, samahani kwa hilo. Yaani, niwekumumba elfu tano akunipa mia mbili kweli? <tanko> <tanko> <tanko> <tanko> mambo mm -mm. <tanko> Poa, mzima. mi mzima, sijui yeah, leo <laughs> besti ndo alini tena boa, umenikumbusha. Na uniambie tu sale ni nini, ili nijue napita wapi na danga wapi, ili nipate iyo hela sale. Maana hiyo siku nataka niwelelelele, ni yani staki kupoa, yani shoga, kama ulikuwepo, yani yo siku fupi nataka nivae kichwa